SADC yaamuru majeshi yake kuondoka DRC ya azimia mambo kumi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yaani SADC Organ Samia Suluhu Hassan ameshiriki mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa SADC kwa njia ya mtandao pamoja na viongozi mbalimbali Ikulu cha mwino mkoani Dodoma siku ya jana Alhamis, Machi 13 mwaka huu wa 2025. Mkutano huo pamoja na mambo mengine umejadili hali ya ulinzi na usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.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 Mbali na kuamuru kuondolewa kwa vikosi vyake kwa awamu nchini humo, SADC imempongeza rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia amani na usalama wa kikanda ndani ya jumuiya hiyo.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 pia imerejelea uamuzi wa, wa pamoja wa mkutano wa jumuiya ya Afrika Mashariki yaani EAC na SADC wa kuunganisha mchakato wa Luanda, Angola na Nairobi na kujumuisha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 Namibia. Wengine ni Rais Samia Suluhu Hassan Tanzania, Cyril Ramaphosa Afrika Kusini, Hakainde Hichilema Zambia, eh, eh, Sokoane Samuel Matekane Lesotho. Pia kuna Waziri Mkuu wa, wa Eswatini Rusel Dlamini, Nancy Gladys Tembo, waziri wa mambo ya nje Malawi. eh, Dhananjai Ramful, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kikanda na biashara ya kimataifa eh, Mauritius. Manuel Homem, waziri wa, mambo ya, waziri wa mambo ya ndani Angola, na Claude Morel, barozi mkuu wa Afrika Kusini. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari muda huu Nasi tumeiandaa tumeisuka, na si tunaisogeza tume tume tume kwako, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa hasa kufuatia mgo, eh, kufuatia mgogoro ama mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Sasa ni rasmi, SADC imeamuru majeshi yake kuondoka DRC na imeazimia mambo kumi kama ambavyo nimepata nafasi ya kukupitisha